Nahofia ya maisha yangu kwa watu wananifuata, wananifuatafuata hapo hivi so somi nawafia ya maisha yangu, juu nahofia maisha yangu. Tueleze tu ni watu wangapi, labda wamekuwa kukufuata wamekuwa kukufuata kutoka nyumbani hadi hadi kazini, tueleze tu. Ni watu karibu watatu nikitoka nikitoka niki senta nikuja nyumbani, au watu wananifuatilia, wananifuata nyuma maybe wengine mwingine alikuwa mbele, wawili walikuwa nyuma. So mi venye nilinotice kuna watu wananifuata, mi nikaruka wala na nikaingia kwa kichaka, nikaingia kwa kichaka nikangoja wapite, wakaenda wakapatana watatu huko mbele, nami nikarudi senta. Tangu juzi. A watu si wajui, uh, uh, sijai waona hata mm-hmm. So ndio maana leo sasa tumekuja police station Simat ku report. Tumefika hapa mwaambia nini? Tunangoja CSI afike ndio tuandikie OB. Sara kesi Kirwa. Eh, mimi mkuachi wa Sekero, Simat location wasingishu district Eh, nimekuja leo si Mata kuripoti ya kwamba kuna watu wana kuna vijana wawili wana, wana, wana, wana, wana nifuata, fuata nikitoka kuuza. Mimi ni mwanabiashara nauza mboka hapo Sekero Center hapo, tunafunganga kasi karibu saa tatu kamili. Sasa kuna vijana wawili walikuwa, nikikatakata mboga, wananiangalia na wanaongea hapo kando ya kwatuka. Alafu kidogo, kesho yake tena, wakakucha wakaongea. Alafu... jioni ilikuwa Jumamosi, e, wakakucha tena wana wakaongea waka hapo. Walikuwa na ni time nikifunga kazi alikuwa anatungojea tukifunga mamilango ya duka, mwingine anatembea anaenda njia ya juu, alafu mwingine anatangulia, alafu mimi sasa ninafuata yeye nyumba nyuma. Sasa nikaona vile anakuja karibu kwangu, anakata kona, alafu anarudi tena kwa duka huko. Sasa nikaona hapo kuna maneno sio mazuri, hata sikulala siku hiyo kwa sababu nilistuka, mpaka nikamwambia kijana yangu apo maisha, mimi naona maisha yangu nariski maisha, kwa sababu mimi ni musasi ya mtoto, natetea mutoto yangu. kwa sababu sasa nikikaa nyumbani na mimi naenda biashara, ndio huyu mutoto wakule, au nilishe familia yangu, kwa sababu musia ana kasi, mimi sina kasi, mutoto ndio huyu ana ngufu, hatuna chochote. Naomba serikali utusaidie. Leo siku ya leo tukakucha sasa Simat Police Station Eh, kupeana report kwa sababu mi si kufurahia na mi si kupenda eh, na nilikuwa napika na makoti, naambia na Mungu unisaidie kwa sababu mtoto mwenye ninategemea njo huyu sasa, hata ana nguvu na yeye tena, bado ni mgonjwa tena, taitika tena nimpeleke check up, na hatuna hata pesa hata transport peke yake hatuna Vile tumekuja police station, sima atukupata OCS, akatuambia atungoje OCS ndio atu pay report cheyote, hata ni mashangaa kwa sababu nilipata mapolisi hapo wakanieleza hiyo ripoti yenye ya yenye tumetuletea atuesu ngoje OCS ndio atu akuandikie OP ndio mruti nyumbani. Ndio sasa tunangoja OCS. Ametuambia tungoje mpaka eh, kitu saa nane hivi, lafta wamemaliza mkutano penyewe mahali wameenda eh. Naomba serikali kabisa, anishike mkono na sio mimi peke yangu, niko na mtoto wa inlo tena eh, mwenye mliona kwa runinga, sio huyu wangu wa peke yake. Sekero, ninaomba na kabisa Sekero imekuwa Sodom na Gomora. Serikali, wacha nikuambie kwa ofisi ya ruda hapa Sekero imekuwa biashara ya watoto wetu wa kutoa figo, ya kutoa figo. Hakuna biashara nyingine, imekuwa idol. Hapo kuna tuko na paa karibu sapa atulali. Naomba serikali, naomba Ruta hata ututembelee utuone. Hata ukifanya hata hata, tunafunga kase mapema kwa sababu ukifanya biashara, tuna riski maisha yetu. Hata kuna wamama kila siku wanapomua manyumba ya watu. Hata mama kuna analia saa hii, ni jirani yangu amepomolewa nyumba. huyu kijana yangu ameipiwa kitambulisho, ana kitambulisho. Sasa tuna riski maisha kabisa. E, e. kwa majina naitwa Lea Meto e. Tangu hii maneno ya mtoto akidini, nianze nimehofia maisha yangu kwa sababu nimehama kwa nyumba yangu nimeenda ku, kuishi mahali ingine, na baada ya kusema hii maneno kuna watu wananifuata nakuwa scared, so wananifuata nikienda kuuza, kuna watu niliwapata wamesimama nyuma yangu, so ninashindwa hao watu kwa nini wananifuata. So nimekuwa ime, na hofu kubwa sana e, niko na hofu sana kwa sababu ya maisha yangu na ni mtoto wangu, wametoa kidini na wamechukua pesa alafu tena wanataka kutumaliza, so sasa unajiuliza, sasa ukiripoti, wanakuambia hapana, wende ripoti mahali fulani e, unataka kuripoti, hakuna mtu anachukua ripoti yako, so inakuwa ngumu maisha ina, unaofia maisha yako, unasema sasa, nitaambia nita, nani anesaidie. So ni Mungu tu ndio ametulinda, wa ni watu tu wakubwa tu hmm. Sasa unadhania hao wanaweza kufanyia chochote, hata watoto wameokopa, hata unataka kufanya kazi unashindwa utaenda kulala wapi au watu wanakufuata wanaweza kuja kukumaliza kwa nyumba so tukiwana, wame utupua, wame na tumekuwa tukiona watu wametupwa wameshikwa na kutupwa so unashindwa sababu ya mtoto kidney ya mtoto wangu ndio unakuja kufuatwa so hiyo imeniumiza sana so kama serikali waone vile wanaweza tusaidia naumia huku hmm. hmm. hmm.